Mimi cha kuwaambia mashabiki wa Simba, wachezaji wetu wanategemea nguvu yetu, wanategemea sapoti yetu. Maana yake tunawajibika kuja kuwapa nguvu wachezaji wetu. Tunaingia pale uwanjani kwa ajili ya wachezaji ambao watakuwa wamevaa jezi nyekundu. Wakati wao wanapambana kwenye pitch ya Benjamin Mkapa, sisi tunapambana kwenye majukwaa ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mwana Simba hakikisha kesho unakuja Benjamin Mkapa tena, ukija umevaa jezi yako ya Simba Sports Club. Na kwa hapa tupende kuwatangazia mashabiki ya kwamba jezi zimeshuka bei special kuelekea kwenye hii dabi, ili wana Simba kesho kwenye majukwaa yetu iwe imetamalaki jezi nyekundu, imetamalaki jezi ya nyumbani, tena jezi ya msimu huu zile mpya za msimu huu ndio maalum za kuvaa kwenye mechi ya kesho. Bei ni shilingi elfu kumi ukienda kwenye maduka yote ya Sunderland, Kariakoo, Msimbazi, ukienda eh, kwa vunja bei maduka yote unapata jezi original ya Simba kwa kumi elfu. Hii ni maalum kila mwana Simba, najua ni, ni, ni, ni Ramadhani ni, ni Kwarezma ni nini ni. Lakini usije na kanzu, hatuende kuswali pale Benjamin Mkapa. Tunakwenda kuishangilia Simba yetu tukiwa kwenye uniform yetu. Asante Ahmed. Uh, Ali mwenyeji, una jambo la kumalizia kabla sija uh, uh, washukuru wanahabari na kufunga mkutano wetu? Jambo la kumalizia ndugu zangu, waandishi wa habari uh, <coughs> <coughs> Huyu bwana amemuuliza huyu kwa nini haongei, lakini sisi kama Yanga tumeshamsikia huyu akiongea, kaongea sana. Labda leo ndo hamjamsikia, kisi tumemsikia akaongea sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumwambia yeye na aliyokuwa anawaambia hayo maneno, kesho ndiyo siku ya haki. Kesho ndiyo siku ya ukweli, kwamba aliyoyazungumza kuhusu wachezaji wetu majibu atayapata kesho. Mimi sijawahi kuwa mvivu kufikisha ujumbe, haijawahi kuwa kazi ngumu kwangu. Nimefikisha taarifa zote, na wachezaji wako tayari kuleta hayo majibu ya maneno ya huyu bwana. Kwa hiyo asijisahaulishe, unless atuambie siyo yeye au mfungo haukuanza. Ila tu... na tuna kazi naye kesho, inshallah. Asante sana Alikangwe, asante Ahmed Ali, niwashukuru kipekee kabisa kwa kujitokeza kwenye